Leo katika chaneli ipendwa yetu hii ya hii ya kimichezo, leo tunamwangazia mmoja wa wachezaji bora kuwahi kutokea duniani. Lakini kama tuwewe ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Twende sambamba, tukamtazame huyo mwanamichezo ni nani hasa. Huyu si mwingine ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, kutoka maisha ya umaskini hadi kuwa mfalme wa kandanda duniani. Karibu tujifunze historia ya CR7, utoto wake na mwanzo wa safari. Cristiano Ronaldo alizaliwa Februari 5, 1985 huko Madeira, Ureno. Alikulia kwenye familia ya kawaida sana. Baba yake alikuwa mratibu wa vifaa vya timu ya soka na mama yake alikuwa ni mfanyakazi wa jikoni tu. Cristiano Ronaldo akiwa na umri wa miaka nane alianza kucheza soka na klabu ndogo ya Andoria, kisha akaenda Nacional, lakini maisha yalikuwa magumu. Familia haikuwa na pesa, na alipambana sana kuonyesha kibaji chake. Safari ya mafanikio Cristiano Ronaldo, akiwa na miaka kumi na mbili tu, Ronaldo alihamia Lisbon kujiunga na academia ya Sporting CP. Hapo ndipo alipoanza kung'ara, kasi yake, ichenga na uwezo wa kumiliki mpira vilivutia macho ya makocha wakubwa. Lakini ilipofikia mwaka elufu mbili na tatu akiwa na miaka 18, tu aliwaacha watu midomo wazi kwenye mechi ya kirafiki zidi ya Manchester United. Kocha Sir Alex Ferguson hakuchelewa akamsajili mara moja kwa paundi milioni 12. Utawala wa Manchester United, kati ya mwaka 2003 hadi 2009 Ronaldo alichezea Manchester United na kuwa nyota wa kimataifa. Alishinda ligi kuu England mara tatu, FA Cup, na UEFA Champions League mwaka elfu mbili na nane, na hapo ndipo alipotwa Ballon d'Or yake ya kwanza. Kipaji chake kilikuwa ni cha kuvutia mipaka ya kawaida, hivyo Cristiano Ronaldo akawa mchezaji wa heshima duniani kote. Kipindi cha Real Madrid ilikuwa ni mwaka 2009. Real Madrid walimnunua kwa rekodi ya dunia euro milioni 94 huko Hispania. Ronaldo aliandika historia mpya katika misimu tisa, alifunga mabao 450 katika mechi 438 alishinda Champions League mara nne, La Liga mara mbili na kutoa Ballon d'Or nyingine nne. Ushindani wake na Lionel Messi ulikuwa zama za dhahabu za soka la kisasa. Juventus, Manchester United tena, Al Nassr. Baada ya Real Madrid, alijiunga na Juventus mwaka 2018 akashinda Serie A mara mbili. Mwaka 2021 akarudi Manchester United, lakini mwaka mmoja baadaye akajiunga na Al Nassr ya Saudi Arabia na kuendeleza ubabe wake. Historia ya Cristiano Ronaldo katika timu yake ya taifa: kwa Ureno, Ronaldo amecheza zaidi ya mechi 200 na kufunga magoli zaidi ya mia na ishirini. Ni mfunga jibola wa muda wote wa taifa hilo. Aliwaongoza Ureno kutoa kombe la Euro 2016 na Nation League 2019. Cristiano Ronaldo ni mfano wa kipekee sana wa kujituma nizamu na kupigania ndoto. Kutoka mitaa ya Madeira hadi kilele cha dunia, hakika jina lake litaishi milele kwenye historia ya soka. Usisahau kusubscribe kwa content nyingine za kuvutia kama hii. Asanteni sana. Nilikuwa nasimulia makala hii ni mimi Noeli Rukasi.